Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mbeya, katibu wa CHAKAMWATA, mwalimu meshack Kapange, amesema kuwa ongezeko hilo si tu kwamba litaboresha maisha ya walimu, bali pia litachochea ari ya kuwahudumia wanafunzi kwa weledi na ufanisi zaidi. Labda kwa wasioelewa vizuri, kiwango cha chini ni payment ya mshahara ambayo hata kodi haikatiwi. Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kupandisha kwa amaunti hiyo. Ni historia katika nchi, haijawahi kutokea tunapanda kwa pesa kidogo kidogo. 2022 alipandisha mshahara lakini haukuwa kwa kiwango alichokifanya sasa. Tunamshukuru sana sana sana, maisha alokifana Tanzania. Sisi wafanyakazi ni mikono ya watanzania wengine ya kuchumia fedha, hatuli fedha kama fedha, tunakula mahindi, tunakula mchicha, tunakula bamia, tunakula matembele, ndio vyakula vyetu tukilipwa vibaya, tunakwenda kwa Watanzania wenzetu masikini kwenda kununua vibaya. Tukilipwa vizuri, tunakwenda kwa Watanzania wenzetu masikini kwenda kununua vizuri. Unamkuta bibi pale amechoka, hata mavazi yake hujui alifua lini, anafunda ana, ana mafungu meli watoto atembele, unabembeleza bado akupunguzie, ni kwa sababu umelipwa vibaya lakini ukilipwa vizuri utamhurumia yule bibi, utaangalia status yake, maisha yake, jinsi yanavyoonekana. Utapenda hata wakati mene change usichukue, umwachie, utanunua vizuri, hutalalamika. Aidha, CHAKAMWATA imemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kujibu risala ya Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi TUKTA kwa busara, na kutoa mwongozo wa namna bora ya kuimarisha vyama hivyo ili viweze kuchangia maendeleo ya taifa. Uchumi wa nchi uko mikononi mwa nani? Ni nani anajua tunakusanya shilingi ngapi? Kwa hiyo kabla ya kuishurutisha ama kui, kui, kuihimiza serikali ipandishe mishahara, kama watanzania tunapenda nchi yetu, lazima tuende kwenye ground tukafanye research. Uchumi wetu ukoje? Hiki ni kitu kilikuwa kinatuingizia fedha. Wanahoji sisi tunapotoa huduma zetu kwa wanachama wetu, badala ya kuboresha kule. Mheshimiwa Rais amewashauri waboreshe huduma Walimu sio mateka, ni watu huru, ni wasomi, ni wataalam. Huwezi kumiliki akili yao ya wakiamua kuondoka ondoka. Hakuna chama cha wafanyakazi ambacho kimepewa mamlaka katika nchi hii kumiliki mshahara wa wafanyakazi. Tunaomba sauti hii ifike. Kitendo cha kutaka kumpotosha rais atoe tamko nalokiuka sheria na katiba ya nchi na mikataba kimataifa kisivumiliwe na mamlaka zinazohusika, naomba ziwahoji watu waliotengeneza hiyo hiyo hotuba hiyo risala, ilipita kwenye vyombo vya usalama ikakaguliwa? Ni nani walihusika kwani walipitisha vifungu chonganishi kama hivi? Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.